Kama utakuwa frustrated kwa sababu ndoto zako zinazimwa, mi naamini uwezi kuwa mke mzuri, uwezi kuwa mama mzuri. Ni kwa namna gani ulivimanage vyote? Mtu utambue kwamba kwenye maisha unakuwa na kofia nyingi. Mwanaume hataki ufanye kazi, hataki ukue, usione wewe leo ndo una, unafanya kazi, halafu ukamkataza labda mwanamke kujiendeleza. Ukianguka leo, watoto ambao mmepata mnaweza mkapata shida sana. Unafikiri nini hasa uh, wanaume wanatakiwa kufanya, kuwapa wanawake nafasi hizo. Wengi wanahofu kwamba e, kwanza watapandwa vichwani, kwamba amenizidi sasa, atakuwa na jeuri. si hivyo, jeuri ya mtu hata akiwa pale yuko nyumbani masaa 24 akiamua kuwa jeuri, anakufanya jeuri. Kwa hiyo ulezi unakuwa ni wa wote wawili. Umekuwa ni mwanamke wa kwanza, um, kama katibu mkuu kiongozi, nafasi zilikuwa chache, lakini sasa hivi tukiangalia kwa kweli, alhamdulillah nafasi wanawake wanapewa kwa uwezo wao ambao ndo jambo la msingi, wasipewe kwa upendeleo, iwe kwa uwezo wao.